murundi bro.

alivishwa tazima alikwenda ku machine kutegura amakuru mana amaze kubereke iki ndamaze kubereka kuntu bahindura amajwi kuntu bategura amajwi kuntu tegura ikiganiro okay wo tubwira nk'amakuru umaze gutegura uyu munsi ya yeah, uyu uh, munsi ndamaze gute ah iyo <coughs> iyo logiciel bahita gute iyo bereka bereke na itubwire <laughs> bahita <laughs> gute

a irindi nishimwe yeah, Mariam ufite zina gize? Bisanzwe. Mm. <laughs> okay. nawe uva mm. mu rumonge murigana mu mutipe hano witwa nhariho rwese Claudine sentia, si. eh, ru -ru sentia. Nuko nyene

akabazo kwanza akabazo wait moment okay urumurundi cyanke urumuzungu ah je no murundi bro none ah nani kuri rimbi chongereza cyane bro no, nee. <laughs> <laughs> Oh <laughs> ah, gunanhhafamini ah, <laughs> <laughs> okay, hey, hey, Kwema. Kwema. <laughs> mimi ni mrundi lakini nawakilisha Nyanza hapa Rutana, nimekuja kwenye sayara ndio, kama ntaweza kujibu ntajibu. Mimi bado bado najitafuta. Urumu Islam Mi ni muislamu kwa kuzaliwa kwa mzazi wa kiume na wakike wote, mimi wazazi wangu wote ni waislamu na mimi pia ni Muislamu. <laughs> ndio hapo fresh kabisa sasa. Kwa huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani, hmm. Uh, unaendeleaje? Mi namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, kilima ya huku imenipendeza ime, ime, ime sana kwa sababu swaumu huku siisikie sana, kutokana na baridi mara kwa mara.

impano yiwanje <laughs> <laughs> nta mpano <Na> ugira co impano ndi nayo mugabo <laughs> jonvua katampano ugira <laughs> <laughs> mise ok guys dufungire ikiganiro ca EL KEY so murakoze cane ciao ciao